Ile mifumo huu ndio wakati wake ilianzishwa hapa. Kidogo najua wizara fedha, wao hata ukipeleka barua, hata kama naibu yuko safarini huko huko, ndani ya dakika chache ataijibu, kwa sababu anaiona kwenye mfumo, lakini taasisi nyingine nyingi ni chache tu ambazo zinatumia Siku hizi nimeona ule wa vibali chifu naye, alhamdulillah, popote alipo within five minutes, ana respond, lakini wengine mpaka leo ile ndani ya wizara yake, ndani ya wizara kwa wizara pia imeshindikana. Kuna shida gani? Wataalamu ndio sisi Hili pia hatuliwezi? Au linaonekana hili likifanywa litakosesha watu vitu fulani lijiwa igas. Simamia wizara zote, zitumie mifumo, na anayekuletea shida, waliosipate tatizo, tuarifu. Maana jua wengine wanakufanyia makusudi anakwenda hawatoi mashirikiano. Taasisi zote zitumie mifumo zote, na mimi nitafuatilia kabisa, na DG nipe taarifa, ipi bado haijatumia mifumo na kwa sababu gani. Ikiwa hawana sababu tujue, yule aliyeko hafai, tuweke mtu mwingine. Asante sana, wanajitahidi kufuatilia lakini wanakwenda hawapati mashirikiano. Tushirikiane, tusaidiane, ili mambo haya yaende vizuri. Sisi wakurugenzi ambao tunasimamia utekelezaji ndio tunaopanga, ndio tunaosimamia nidhamu. Lazima hivi vitu tuvielewe. Huwezi kupanga bila ya kujua unakwenda kupanga kitu gani lakini pia kuna dira ya maendeleo dira 2050 lakini pia kuna mpango wa maendeleo wa Zanzibar kuna ahadi za mheshimiwa rais ambazo amezitoa katika maeneo mbalimbali mbali wakati ya kiomba ridhaa haya yote tunapaswa tuyaelewe kwanza halafu tuangalie tunayawekea mpango gani wa utekelezaji wa majukumu hayo. Sasa basi, ili twende tukayatekeleze haya, lazima tupange vizuri. Amezungumza chifu pale kwenye ilani, tumezungumzia ajira laki tatu na hamsini elfu kipindi kilichopita tulikuwa na ajira laki tatu kipindi hichi tunakwenda na ajira laki tatu na hamsini. lazima ajira zile, mpango wa ajira zile utokane na sisi. Sasa tukishindwa kupanga vizuri, hatutaweza kufanikiwa hilo jambo. Na nalisema hili ili wakurugenzi mipango muone thamani yenu kwenye maendeleo ya serikali maana usijione mimi mkurugenzi mipango ni kiasi cha kupanga tu safari mafuta na vitu vingine, lakini una nafasi ya kuisaidia nchi katika kupanga mipango mizuri kwa maslahi ya taifa letu. Ziko changamoto nyingi ambazo tunazipata nani nami nianze kwenye ile eneo la wakurugenzi mipango yale mengine chifu ameshaeleza, ya mimi mi sitakwenda sana huko. Kwenye eneo hili tuna changamoto kubwa, na hapa tumeitana tuwaambiane kweli, kama kuna kipindi hatutakuwa na mhali hata kidogo. Na maelekezo haya Mheshimiwa Rais amesha yatoa, ndio maana nimekuja kusimama hapa kuwaambia hadharani, mfahamu hatutakuwa na nafasi ya kumvumilia wala kumbembeleza mtu kwenye eneo hili. Amesema chifu, na ndo kweli, ukiangalia mipango yote inayopangwa inalenga fungu kubwa unalikuta la bajeti limepangwa kwenye safari, limepangwa kwenye mafuta, na bahati mbaya sana mafuta hayo yanatumika visivyo. Wengine mafuta haya wanalipana anapewa waziri mafuta, anapewa katibu mkuu mafuta, anapewa naibu waziri mafuta, na yeye mwenyewe mkurugenzi pia. Maana hawezi kuwapa hao wote, wakati na yeye hatumii, wakati pakeji yao hii tayari imeshaingia kwenye mishahara. Na hili bahati njema sana, DG wa ZAECA yuko hapa. Nitumie nafasi hii kukuagiza hili jambo, uingie ndani zaidi sasa hivi uangalie namna ya kudhibiti matumizi yetu. Naomba sana sote tuwe na spirit ya kuwajibika kama vile anavyowajibika mheshimiwa Rais. Saa nyingine ukipiga simu saa nane au saa tisa, unaambia mkurugenzi hayupo tena ofisini. Rais pale ofisini anakaa mpaka saa mbili au saa tatu, si Jumamosi yuko pale, sisi saa nane mtu hayupo tena ofisini. Naomba sana, yaani ili tumekuja kuzungumza kwa lugha nyepesi kabisa, tushirikiane kutimiza wajibu wetu. Suala la makusanyo tulilisema kila pahala ambapo kuna possibility ya kukusanya fedha, hakikisheni tunakusanya fedha za serikali kwa wingi. Hebu mara hii tujipime, tujitahidi. Ikifika mwisho wa bajeti, kila taasisi aliyekusanya kidogo basi awe amefika lau asilimia 8 wale ambao wanaweza kufika mia ni vizuri zaidi, lakini kila pahala ambapo kuna single senti ambayo tunaweza kuikusanya tuikusanye, na tuweze tuikusanye. Tuna miradi mingi, tuna ahadi nyingi, zote zinahitaji fedha. Lakini kukusanya ni eneo moja. Eneo la pili, matumizi mazuri ya fedha Nilisema hapa ukienda ukiangalia fedha zinawekwa kwenye safari, zinawekwa kwenye mafuta. Nadhani chief internal auditor yuko hapa mara hii, kwenye ripoti yake atatuonesha haya fedha zimelenga zaidi kwenye kitu gani, na bajeti tunayo kwenda kuitengeneza hapa kuanzia Machi. Mungu akipenda lazima iriflekti na haya ambayo tumeyazungumza from the beginning, itatusaidia sana. Ni matumaini yangu kwamba tutakwenda kutekeleza vizuri, na niwahakikishie mashirikiano kwenye maeneo yetu yote. Ni vyema tukafuata ule mtiririko tu, ile hierarchy, peaneni taarifa. Haiwezekani, mkurugenzi unaijua taarifa, katibu mkuu wako haijui, waziri wako haijui. Na kwenye vikao vyenu, peaneni taarifa ya maendeleo ya wizara zenu. Saa nyingine mtu mmoja akiwalikizo ndio ofisi na kolaps, lazima awepo fulani huyu. Ukiona hivyo, ujue kwamba huyu hawapi wenzake habari, taarifa hizi zinajulikana mmoja tu. Hichi sio kitu kizuri katika utendaji. Wakurugenzi mipango mko hapa. Wakurugenzi utumishi mko hapa. Twendeni tukasimamie majukumu yetu ipasavyo. Wala hakuna ishu ya migogoro. Tunagombana nini? Kila mmoja ana majukumu yake. Hakuna mtu ambaye ameingiliana majukumu na mtu wasaidieni makatibu wakuu wenu. Mkurugenzi utumishi, unaletewa barua ya mtu, komenti unayoandika nimeona, maana yake nini eh? Mshauri katibu mkuu hapa. Lakini unaandika nimeona, sawa, umeona kweli, hujatusaidia sijui uwezo au ndio muhali. Hawa watu wote wanaosikia, wanalalamikiwa, hakuna mtu amepewa adhabu hata mmoja. Usimwonee mtu, weka taratibu zilivyo. Kama kuna barua ya onyo ionekane. Kuna watu kazini hawaji. Juzi nilikuwa naangalia eneo moja, hawajui wenyewe kama najua lakini mpaka saa tatu na dakika arobaini watu waliopo ofisini chini ya asilimia arobaini. Waziri yuko hapo, katibu mkuu yuko hapo, mkurugenzi utumishi yuko hapo, hakuna kitu chochote. Nasubiri rais aseme, nasubiri makamu aseme. Azeni nyinyi kama unaona kuweko hapo muhali sema tukupangie eneo jengine. Kuna watu maofisini hawana nidhamu hata moja, hakuna hatua inayochukuliwa. Chukueni hatua, taratibu zifuatwe, waonyo wapewe onyo, wa kusimamishwa kazi asimamishwe wa kazi, na wa kufukuzwa afukuzwe. Unajua, kama hatujaonesha mfano maisha, hatutakaa vizuri. Msimwonee mtu lakini anastahiki kufukuzwa afukuzwa. Maana huyu kama anastahiki kufukuzwa usipomfukuza, maana yake hujamtendea haki huyu, haki yake ni kufukuzwa. Tulitaka tutulete hii message kwamba kipindi hichi cha pili cha serikali ya awamu ya nane, Mheshimiwa Rais ametuelekeza twende na kazi kubwa na mimi niliahidi wale wote ninaowasimamia tutakwenda kwa kasi kubwa. Tumeona tushuke, tutakwenda na maeneo mengine, kila mmoja apate taarifa hii. Asiyeweza basi tupishe wale wengine wanaoweza. Kuna watu bado ni energetic, wana nguvu na wana hamu ya kufanya kazi, wana uwezo Tushirikiane, tusaidiane, ili mambo haya yaende vizuri.